Ni katika kanisa dogo la Sistini Vatican City, kwenye ibada ya misa takatifu inayowaleta pamoja makardinali, huku wakiongozwa na kiongozi mkuu mpya wa Kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14. Ni ibada ya misa takatifu ya kwanza tangu kuchaguliwa kwake kuwa kiongozi mkuu wa kanisa hilo. Ibada hiyo imeanza kwa maombi yaliyoongozwa na Papa Leo wa 14 ya kukiri imani na kuomba msamaha wa Mungu. Na hapa, Papa Leo wa 14 akatoa mahubiri yake mbele ya makadinali waliomchagua. Kwa namna ya kipekee Mungu ameniita kupitia uchaguzi wenu wa kurithi nafasi ya mkuu wa mitume na amenikabidhi hazina hii ili kwa msaada wake niwe msimamizi mwaminifu kwa ajili ya mwili wa fumbo la Kristo kwa kanisa zima. Amefanya hivyo ili kanisa liendelee kwa ukamilifu zaidi, kwa mji ulioko juu ya mlima, safina ya wokovu iliyopita katika maji ya historia, na taa inaong'aa katika usiku wa giza wa dunia hii. Kanisa Katoliki limempata kiongozi huyu Papa Leo wa 14 ambaye atawaongoza waamini takriban bilioni 1.4 kote duniani, na kwamba kiongozi huyo amepatikana Alhamisi jioni baada ya uchaguzi uliofanywa na makadinali wapatao 133 kutoka katika mataifa sabini ulimwenguni kote. Kuchaguliwa kwa Kardinali Robert Francis Prevost kuwa Papa Leo wa 14 kumeweka historia mpya ndani ya kanisa Katoliki akiwa papa wa kwanza kutoka Marekani. Anatajwa kuwa kiongozi mwenye mwelekeo wa kuendeleza mageuzi yaliyoachwa na hayati Papa Francis, huku msisitizo wake akiweka zaidi kwenye huduma kwa maskini na makundi yaliyo pembezoni. Uchaguzi wake unahitimisha minong'ono ya kuwa nani atakuwa papa iliyodumu kwa majuma kadhaa. Hatua hiyo imefikiwa baada ya kuonekana kwa moshi mweupe juu ya kanisa la Sistine, tukio ambalo lilisubiriwa kwa hisia tofauti na waamini wa kanisa hilo. Uchaguzi wa papa mpya umeleta furaha kwa viongozi wa kanisa Katoliki, waamini na wote wenye mapenzi mema. Hisia ya furaha ilitawala karibu katika maeneo mengi duniani ambapo viongozi wa mataifa mbalimbali wameendelea kutoa pongezi baada ya kanisa Katoliki kumchagua kiongozi huyo mkuu. Na miongoni mwa waliokuwa wa kwanza kumpongeza papa mpya ni rais wa Marekani Donald Trump aliyesema kuwa ni heshima kwa taifa la Marekani kwa kanisa kumpata papa wa kwanza Marekani. Kwa upande wake rais Dr Samia Suluhu Hasani kupitia kurasa rasmi za mitandao ya kijamii amesema anampongeza kwa dhati Kardinal Robert Francis Prevost kwa kuwa Papa Leo wa 14 baada ya kuchaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani. Na pia amemtakia kila la heri katika utumishi wake wa kanisa hilo Katoliki, huku akimwombea kwa Mwenyezi Mungu amsimamie na kumwongoza. Victor Robert Wille, Azam News.